Karibu, tuendelee kupeana habari mbalimbali mbali na matukio yanayojiri kote ulimwenguni. na mtiririko wa matukio kuhusu kuzuiliwa kwa makamu mwenyekiti wa Chadema John Wagesa Heche umeibua taharuki na maoni tofauti, baada ya idara ya uhamiaji Tanzania kuthibitisha rasmi kuwa Heche alivuka mpaka wa Sirari kwenda Kenya bila kufuata taratibu za kisheria. Tukio hilo limejiri wakati wa maandalizi ya mazishi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Amolo Odinga ambaye Heche alikuwa ameelekea kumzika kutokana na uhusiano wao wa karibu waliokuwa nao kisiasa. Saa chache kabla ya taarifa rasmi ya serikali, chanzo cha taharuki kilianza katika mpaka wa Isibania Sirari mkoani Mara, ambapo Heche alizuiliwa na maafisa wa uhamiaji alipokuwa akijaribu kuvuka kuelekea Kenya. Mashuhuda wa tukio hilo walieleza kuwa maafisa wa uhamiaji walimchukulia pasipoti yake na kumzuia kwa muda bila maelezo ya wazi. Hali iliyozua taharuki kubwa miongoni mwa wananchi waliokuwa wakifuatilia kwa karibu. Habari zilienea haraka kupitia mitandao ya kijamii zikionyesha umati wa watu waliojitokeza eneo la mpaka, baadhi wakisema Heche alikuwa akinyimwa haki yake ya msingi, wengine wakihusisha tukio hilo na sababu za kisiasa. Baada ya saa kadhaa za mvutano, wananchi waliokuwa wamekusanyika walidai kumtoa Heche kwa nguvu kutoka mikononi mwa askari wa uhamiaji na kumvusha upande wa Kenya. Video kadhaa zilizorekodiwa eneo hilo zilionyesha hali ya sintofahamu huku wananchi wakipiga kelele wakitaka haki itendeke. Tukio hilo lililazimisha vyombo vya usalama kuongeza doria ya eneo hilo, huku viongozi wa Chadema wakihusisha hatua wa hiyo na kile walichokiita uonevu wa kisiasa. Baada ya sintofahamu hiyo, serikali kupitia idara ya uhamiaji ilitoa taarifa rasmi kwa umma ikieleza kwamba John Heche amevuka mpaka bila kufuata taratibu. Taarifa hiyo iliyosainiwa na msemaji wa idara SSI Paul Msele ilisema, Idara ya uhamiaji inapenda kuujulisha umma kuwa leo tarehe 18 Oktoba ya mwaka 2025 katika kituo cha uhamiaji cha mpaka wa Sirari mkoani Mara, Mheshimiwa John Wagesa Heche ameondoka nchini kwa kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani bila kufuata taratibu na kanuni za uhamiaji zilizoundwa chini ya sheria ya uhamiaji sura ya 54. Hivyo, idara ya uhamiaji inatoa wito kwa raia wa Tanzania na wageni wote wanaotoka na kuingia nchini kufuata taratibu na kanuni zinazoongoza uingiaji, ukaazi na utokaji wa watu nchini ili kuepuka kutenda kosa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Imetolewa na SSI Po Msele, msemaji wa idara ya uhamiaji. Taarifa hiyo ilifunga mjadala uliokuwa unaendelea kwa saa kadhaa mitandaoni, ambapo baadhi ya wananchi walikuwa wanaitaka serikali kutoa ufafanuzi kuhusu hatima ya Heche na pasipoti yake. Lakini Heche alitoa tamko mara baada ya kufanikiwa kuingia Kenya, ambapo Heche alizungumza kwa uchungu akisema, nilikuwa naenda kumzika baba na kwenda kumzika baba sio kosa, nimefuata taratibu zote, lakini nimefika hapa wamechukua pasipoti yangu, wanataka kuondoka na mimi bila kufuata utaratibu. Mimi nimekataa, kama wanataka kunichukua wafuate utaratibu wa kisheria. Nashukuru sana wananchi waliosimama na mimi. Baadaye aliongeza kupitia ukurasa wake wa X zamani kama Twitter kwa kuandika Raila ni baba yangu, ni mtu niliyempenda na kujifunza mengi kwake kisiasa. Kunizuia kwenda kuhudhuria msiba wake ni tukio litakaloishi nami milele. Nimeumia sana. Pumzika kwa amani baba. Kwa upande wa chama chake cha Chadema, ilitoa taarifa kupitia mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia mchana wa siku hiyo ya Jumamosi. Heche amekamatwa saa nane mchana leo Oktoba 18 ya mwaka 2025, katika mpaka wa Isibania, One Stop Border, akielekea Kenya pamoja na kumuweka kizuizini mamlaka ya uhamiaji Tanzania pamoja na kumuweka kizuizini mamlaka ya uhamiaji Tanzania imemnyang'anya hati yake ya kusafiria yaani passport bila kueleza sababu yoyote. Chama hicho kilitaja tukio hilo kama kitendo cha kudhalilisha viongozi wa kisiasa kikisitiza kwamba Heche alikuwa safarini kwenda kushiriki mazishi ya kiongozi wa Kiafrika aliyekuwa na mchango mkubwa kwa demokrasia. Wakati Heche akijaribu kuvuka mpaka, shughuli za mazishi ya Raila Odinga zilikuwa zinaendelea Kisumu, Kenya, zikihudhuriwa na viongozi wakuu kutoka mataifa mbalimbali mbali barani Afrika. Waliohudhuria ni pamoja na rais wa Kenya Dr William Ruto, rais wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan aliyewakilisha taifa kwa ujumbe rasmi, rais Yoweri Museveni wa Uganda, rais Paul Kagame wa Rwanda, rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Wawakilishi wa umoja wa Afrika yani AU na EAC. Mazishi hayo aligeuka kuwa tukio la kihistoria likibeba hisia nzito za heshima, siasa na urithi wa demokrasia. Raila alisifiwa kwa ujasiri wake wa kisiasa na juhudi zake za kupigania haki, akitambuliwa kama nguzo ya ukombozi wa pili wa Kenya. Tukio la kuzuiwa kwa Heche limeibua mjadala mpana kuhusu mipaka ya uhuru wa kisiasa dhidi ya taratibu za kisheria, haki za raia kuvuka mpaka kwa shughuli binafsi na uhusiano wa Tanzania na Kenya katika nyakati nyeti za kisiasa. Wachambuzi wa sheria wanasema kwamba kama Heche alizuiliwa bila sababu halali anaweza kudai kulindwa kikatiba. Hata hivyo, kuvuka kwa nguvu au kwa njia isiyo rasmi bado ni uvunjifu wa sheria za kimataifa za uhamiaji. Kwa upande mwingine, hatua ya serikali ya kutoa taarifa ya wazi ni jaribio la kurejesha mamlaka na uthabiti wa kisheria baada ya tukio lililozua maoni mseto mitandaoni na kwa wataalamu wa sheria wanasema kuwa kwa mujibu wa sheria ya uhamiaji sura ya 54, mamlaka zina wajibu wa kudhibiti utokaji na uingiaji wa raia, lakini pia zina wajibu wa kutenda kwa uwazi na kwa sababu halali. Endapo Heche alizuiliwa bila maelezo ya maandishi au kwa sababu inayoeleweka, basi hilo linaweza kutafsiriwa kama uvunjifu wa haki ya kikatiba ya uhuru wa kusafiri. Hata hivyo, upande mwingine wa hoja unasema kuwa kuvuka kwa nguvu au kwa njia isiyo rasmi ni kosa la wazi chini ya sheria hiyo. Heche anapaswa kuhojiwa baada ya kurejea nchini. Kwa mujibu wa mchambuzi wa masuala ya sheria Profesa Dustan Mwita, sheria inahitaji mizani. Haki ya kusafiri ni msingi, lakini taratibu za uhamiaji ni kinga ya usalama wa taifa, hivyo hatua yoyote inapaswa kuchukuliwa kwa uwiano na busara. Kwa mtazamo wa wananchi, kitendo cha Heche kujaribu kuvuka kwenda kwenye msiba hakipaswi kugeuzwa kuwa hoja ya kisiasa, lakini kwa upande wa kisheria, sheria ya uhamiaji inabaki kuwa msingi wa mamlaka ya dola lakini pia kuna hoja za kidiplomasia kwamba tukio hili linaweza kuibua mashauriano mapya kati ya Tanzania na Kenya, hasa kwa kuwa marehemu Raila alikuwa kiongozi wa hadhi ya kikanda. Wanadiplomasia wanasema Kenya inaweza kuomba maelezo rasmi kuhusu tukio hilo, hasa kwa msingi wa uhusiano wa majirani unaozingatia uhuru wa watu kuvuka mipaka katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Tukio la Heche limekuwa zaidi ya kisa cha mtu binafsi kuvuka mpaka, limekuwa kioo cha kuakisi namna sheria, siasa Utu na mamlaka vinavyokutana katika hali halisi ya Afrika Mashariki. Kwa upande wa serikali, hatua ya kutoa taarifa rasmi ni ishara ya uthabiti wa kisheria, lakini kwa upande wa wananchi, haswa wafuasi wa Chadema, hatua hiyo imeonekana kama mfano wa kuzidi kuwatenga wanasiasa wa upinzani katika matukio ya ya kijamii. Na mara baada ya Heche kuingia nchini Kenya, mjadala umekuwa ukiendelea nchini Tanzania kuhusu uwiano kati ya usalama wa taifa na haki za kibinadamu. Je, sheria zinapotumika zinatenda haki kwa wote au zinakuwa nyenzo ya uthabiti wa kisiasa? Je, upendo wa kibinadamu unapaswa kuwekewa mipaka? Tanzania na Kenya zimekuwa majirani waliounganishwa na historia, damu na siasa. Raila Odinga ambaye alikuwa daraja la kiroho na kisiasa kati ya mataifa haya mawili sasa anapumzika lakini, kumbukumbu za kifo chake na matukio yaliyozunguka zinaendelea kuibua maswali mazito kuhusu mustakabali wa siasa za ukanda huu. Kwa sasa historia imeandika ukurasa mpya, mwanasiasa alivuka mpaka kumzika rafiki yake na taifa lote linabaki kujadili mipaka kati ya sheria na utu. Naam, hayo ndiyo yaliyojiri kutokana na barua rasmi iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Idara ya Uhamiaji, kutokana na tukio la Heche kuvuka mpaka wa Tanzania na kuingia nchini Kenya bila kufuata utaratibu. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hayo, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi. Kiganjani mwako.